dhamira ni msukumo wa kiroho unaoamsha mwelekeo wa mtu binafsi. Watu wengi wanasubiri msaada, usukumwa au kuungwa mkono, ndipo waanze kufanya jambo, lakini Biblia inafundisha kuwa Mungu hutenda kazi na watu waliodhamiria kwa moyo wao wote hata kabla ya msaada kuonekana. Danieli moja mpaka nane. Lakini Danieli alikusudia moyoni mwake kwamba atajitia najis kwa chakula cha mfalme. Danieli hakuambiwa na nabii yoyote wala hakuwa na kikundi cha kumuunga mkono. Dhamira yake binafsi ilimpa nguvu ya kuamua, na Mungu akamkubali. Dhamira huchukua nafasi hata kabla ya mazingira hayajabadilika. Mabadiliko ya kweli huanza kwa uhamuzi wa ndani, si hali ya nje. Unapodhamiria jambo hata ukiwa hauna njia, Mungu humfungulia milango mtu mwenye dhamira thabiti ni sawa na Luka kumi na tano mpaka kumi na nane mwanampotevu anasema nitaondoka, niende kwa baba yangu. Huu haukuwa msaada wa mazingira, ilikuwa ni nguvu ya dhamira ikimsukuma kutoka katika tope la dhambi na kumrudisha kwenye rehema za Mungu. Mungu humjibu mtu aliyedhamiria kumtafuta. Watu wengi wanamsubiri Mungu afanye kitu kikubwa maishani mwao, lakini Biblia inasema anatizama mioyo. Mtu akidhamiria kumtafuta Mungu hata akiwa masikini au mdhambi, Mungu huonyesha uso wake. Ndipo tunaona Yeremia 29:13 inasema, nanyi mtanitafuta na kuniona, mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Nguvu ya dhamira huonyesha kiwango cha kiu ulio nayo kwa Mungu. Si hii sauti ya nje, ni sauti ya ndani. Mungu haangalii makelele, bali moyo uliodhamiria, kwani dhamira ina mamlaka kugeuza huamuzi wa Mungu. Biblia inatufundisha kuwa mtu mwenye dhamira ya kweli ya dhati anaweza kubadili hukumu kwa sababu Mungu hufurahishwa na moyo wa toba au uamuzi mpya. Tunaona Isaya 38 1 mpaka 5, inasema Hezekia akageukia ukuta, akamwomba Bwana na Mungu akasema, nimeyaona machozi yako na nimeona dhamira ya moyo wako, nitakuponya. Hii ni ishara kuwa dhamira si jambo dogo, ni nguvu inayogusa moyo wa Mungu. ulimwengu huinua walioamua kabla hawajasaidiwa katika maisha. Si kila mtu atakusaidia, si kila mtu ataelewa ndoto yako, lakini dhamira yako ni zawadi ya pekee ambayo ukianza kuitumia itakufikisha mbali kuliko msaada wa watu mia moja waliokaa tu bila kuamua. Yeremia mbili mpaka kumi na mbili, wala sikumwambia mtu yeyote neno lolote ambalo Mungu aliweka moyoni mwangu kulifanya kwa ajili ya Yerusalemu. Nehemia hakuomba baraza, hakusubiri kuruhusiwa, alikuwa na dhamira kutoka kwa Mungu na akaanza hatua, Mungu akamfanikisha. Leo ningetaka nikupe ushauri huu. Dhamira ni mlango wa miujiza. Kabla haujafanikisha chochote katika maisha, dhamira; kabla haujapata msaada, amua kabla haujapewa nafasi. Simama kwa dhamira yako. Mungu hachaguye waliobatizwa tu wala waliovaa vizuri. Anatafuta waliodhamiria kufanya kweli. ongeza bidii, kuna nguvu kwenye kudhamiria, kama ilivyo kwa Danieli 1 mpaka 8, dhamira binafsi mbele ya mfalme; Luka 15 mpaka 18, na dhamira ya kurudi kwa Mungu; Yeremia 29 mpaka 13, kutafuta kwa moyo wote; Isaya 38 1 mpaka tano, dhamira iliyobadilisha hukumu; Yeremia 2 mpaka 12 dhamira ya kazi ya Mungu moyoni. Kwa maendeleo la simulizi nyingine unazipata katika YouTube yangu kwa jina la Beni Maarifa.